Mimi nataka niwahakikishie wanachama wote wa ODM, nilivyosema katika mazishi ya baba, mimi Sifuna nitafanya kila lililoko katika uwezo wangu kuhakikisha kwamba chama hiki kinasalia pamoja na kinaweza kudumu hata zaidi ya miaka ishirini mingine ambayo tunasherekea. Kuna mambo machache hapa ambayo ningependa eh, kuzungumzia kitu ambacho baba alikuwa anatuambia kila kila siku. Unajua sahii kila mtu ako na mambo yake, anasema oh, mi baba aliniambia hii baba aliniambia ile, lakini ile tunaweza kukubaliana yote ni ile alituambia sisi ODM sote tukiwa wazi mbele ya umma. Baba alisema nini? Alisema tunadhifishe chama chetu kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027 tuweze kutoa na sisi candidate wa kuchaguliwa mwaka 2027. Hiki chama mimi ninavyowajua, nyinyi ninavyowajua, eh, nguvu zenu nimewaona bana. Nimewaona nyinyi mkipigana hapa wakati wa chaguzi ndogo kule Malindi, mheshimiwa pate leader, ilikuwa ni fujo. Lakini nyinyi ninavyowajua, hakuna jambo ambalo